Taarifa ikishanamliwa na kuchakatwa basi ndo tunapata kitu kinaitwa ufahamu. Na kwa sababu ya nuru au mwangaza kwenye akili yako na ufahamu wako, au tuseme moyo wako, basi una uwezo wa kutenda kwa hekima, na ndo hapo unaweza ukafanya maamuzi. Levo ya maamuzi ni levo ya hekima wanaswe sana sasa. Anajaribu kuzungumza nao kwamba haitawezekana kwenenda sawasawa na wajibu uliopewa na Bwana mpaka umeamua kukua katika ufahamu wako, umeamua kukua katika hekima, na hauwezi ukakuwa katika ufahamu na hekima mpaka umeamua kuyapata maarifa na maarifa hatuyapati vivi, lazima uamue kujifunza. Na mukati kana sana Paulo linakuwa ni ombi lake akiwa gerezani, ya kwamba naomba mjazwe ufahamu, mjazwe hekima na maarifa, kwa sababu hiki kitu kinaamua tu ya wajibu wenu. Huwezi ukatimiliza wajibu fulani inavyotakiwa mpaka umepata manufaa. Anasesa, unajua Mungu anathamini sana juu ya kazi ambazo tunazitenda, anathamini sana, kama unavyoona watu wa dunia wanathamini kila kitendo, wanauliza ehe, umesoma wapi? Tuone cheti chako, tuone siri yako Mungu kuna mahali pia anatamani tujifunze. Kwa hiyo ili uongeze ufanisi kwenye wajibu ulioitwa na Mungu lazima ujifunze. Na watu wengi hawataki kujifunza. Moja kati ya kitu ambacho watu wengi hawataki kujifunza. Wengine wanapenda majukumu ila hawapendi kujifunza, hawataki kabisa kutaka kujua nini kinatakiwa kufanyika mbalia. Ni shida kubwa sana, na hiyo inasababisha majukumu na wajibu unaotakiwa watu washindwe kutekeleza, kazi wanazozifanya zisiwe na matunda yanayo inafanyika huduma isiyo na matunda inafanyika. Kazi isiyo na matunda bwana, ukikataa kujifunza umekataa ubora na ufanisi. Mafarisayo, anasema maana ninyi mfunguo wa maarifa kwenu umeondolewa. Ukikataa mfunguo wa maarifa, kinachotokea unakuwa mtu tmati, mtu wa mapokeo, mtu wa historia, haukui hawe, wala hawengi mahali kunakotakiwa, wakati unaotakiwa, utekelezi hauwezi ukautekeleza inavyotakiwa. Na kujifunza sio lazima usome kujifunza hata wakati, kufuatilia mambo. Kuna watu utawasikiliza utajifunza, ana wasie sana kwa sababu hilo eneo ambalo wewe unapambana, kuna mtu yeye ameshavuka, waesie sana, ndani ya kanisa hapo ile neno ambalo wewe unapambana, kuna mtu ashavuka na alivuka salama, na wewe una hati ya kutovuka salama, lazima utafute kujifunza na kukaa chini kwa anasa sana. Ni muhimu sana uelewe, na ninaamua kuzungumza kwa namna ya upole uelewe vizuri utakapoka Umekataa kukua, umekataa ubora na ufanisi. Ndo nakuta mtu anatembea na msimamo, anatembea na itikadi, anatembea na historia. Mtu hakui habadiliki, doma plastiki. Unajua plastiki, plastiki huwa haivutiki. Plastiki ukivuta Kilazimisha ndio iongezeke, kinatokea ni apasuka. Watu wasiojifunza ni watu ambao hawataki kuongezeka, hawataki shuba fulani hawataki, hawataki kuongezeka kwenda eneo fulani kwa sababu mabadiliko. Au ule mpira unapobadilika uulize ambacho kinatokea huwa unajisikia kuna shida fulani, ule mnati unavyouvuta hivi, sio unaona kama kulikuwa ulikuwa unajua ni mnati ambao hauna nyufa, unaanza kuziona nyufa hivi. Wale waliowinda kama mimi, tulikuwa tunawinda tunarudi na ndege kila inavyoitwa leo. Bwana asifiwe sana <laughs> ni muhimu sana ukae kwenye eneo la kujifunza. Ni muhimu sana utafute kumjua Mungu. Ni muhimu sana utafute kumjua Mungu. Kuna mambo hutatoka mpaka utakapojua, sawa? Kwa sababu mlango wa kutokea inatakiwa ujue ndo mlango wa kutokea asubulika miaka mingi utabaki kwenye umateka wa miaka mingi kwa sababu ya kosa ujua, kosa ujua, kukosa kujua kukosa kumjua kukosa maarifa. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kuna mahali mwangamivu na kukuta, sio kwa sababu una Mungu, ni kwa sababu umekataa maarifa, maarifu ya Mungu. kwa sababu Yesu Kristo ndani yetu, ukamilifu wake tunauendea na tunamfanania kwa kujifunza kwake, na nielewa hili. Kanisa hili liende kwenye ukamilifu liende kwenye ukamilifu wa Kristo Yesu, lazima nikue katika ufahamu. Huwezi ukatenda zaidi ya kile unacho. Mara nyingi nazungumza hiki kitu, huwezi ukafanya vitu zaidi ya unavyojua, kwa sababu pia roho Mtakatifu anatutumia kwa kiwango kile tunachomjua mungu wetu. Kuna siku nilisema na nilizungumza kwa kwa nini, kuna mtu kama mungu wake ni mkubwa na wewe mungu wako ni mdogo? Ushaye kujiuliza ya kimungu ndicho kiwango cha wewe cha ukuaji na kimo na kina katika Mungu. Maarifa yako katika roho ndio umri wako wa kiroho. Umri wako wa kiroho huko kiwango cha maarifa yako ya kiroho ya kimungu

cha maarifa yako kwenye ufahamu ndiyo kiwango cha miaka yako. Bwana asifiwe. Maraki, na nikizungumza, maana yake nazungumza kiwango cha ufahamu na hekima ya kiungu pia, kwa sababu maarifa yanaamua juu ya ufahamu wako wa kimungu, yanaamua juu ya hekima yako ya kimungu. Lazima tujue hiki kitu, wengi kweli wanakwepa na wanakimbia kuisoma neno, wanakimbia kusikia Mungu anasema nini. Unakuta watu mahali fulani, huwezi ukaitisha kongamano ukasema tutakuwa na kongamano la kujifunza tu neno la Mungu peke yake, watu wakaja, watakuja wachache. Ila unasema kongamano la vibe la kusifu na kuabudu <laughs> afu naingizia kipande cha neno <laughs> wanasimama na mapokeo kuliko neno la Mungu. Muulize ana Biblia. Hebu tunyoshe Biblia zetu, fanya binti, angalia kijana ana Biblia huyo, atakini kabisa kataa. <laughs> Binti kataa kwa lugha kubwa na kuambia mwanangu ateseka. Binti hana Biblia yakochinii Biblia Biblia, kataa sasa anajali nini kuhusu Mungu wake, na kanuni ya kumpata mtu mwenyewe, ni mtu anayemjua Mungu, katafute miongoni mwa ndugu zetu, ndugu yako ndio huyo.